Ibrahimu, mmemwona? Ibrahimu, mmemwona? Mtamchagua? Mtamchagua na madiwani wake wote mtawachagua, na madiwani wote na wa sisiemu mtawachagua. Naomba nitumie nafasi hii kuwahakikishia kwamba huyu atatupa uwakilishi mzuri na atasimamia maendeleo yetu. Naomba kura zote za ndiyo kumpatia. Sasa nampa dakika chache naye asalimiane na wananchi na, na wana wapiga kura wake karibu. CCM hoe, Moshi hoe, Daktari Samia hoe. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi wote meza kuu, waheshimiwa viongozi wa dini itifaki ikiwa imezingatiwa kwa ajili ya muda, wana Moshi wenzangu, CCM oyee, yeah! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa unyenyekevu mkubwa naomba nikushukuru wewe kwa kuja kwetu, lakini nimshukuru Daktari Samia Suluhu pamoja na wewe pamoja na halmashauri kuu kwa kulirudisha jina langu lakini vilevile vile, sisi hoye. Lakini ni washukuru watu wa Moshi kwa heshima kubwa ya kulipokea jina langu. CCM hoye! Mama Samia hoye! Mheshimiwa mgeni rasmi, hatuna muda sisi, kwa sababu tumeshakubaliana tumekuja hapa, tumekubaliana, tumekaa kwenye vikao vyetu. Tunakuhakikishia tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, kura zote ni kwa mheshimiwa Samia. Dokta Samia oye! Madiwani oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, nilikuwa na mengi ya kusema kuhusu viwanda, kuhusu barabara kuhusu ajira lakini ni kushukuru. Hotuba yako imeshehena kila kitu. Sisi CCM oyee! tumeambiwa kila wilaya itapata kiwanda moja, ya wilaya ni Moshi Mjini Laki... kwa hiyo hatuna sababu ya kusema chochote. Wafa, madaktari wataongezwa, viwanda vitakuja, barabara za lami zitawekwa zile traffic light tunazo tunazozitaka zitakuja. Mheshimiwa mgeni rasmi, hotuba yako imeshehena naomba nisirudie chochote, lakini wanamoshi, kama tulivyokubaliana, kama tulivyokubaliana, twendeni tarehe 29 twende tukampe Dr. Samia Suluhu Hassan kura zote.